Hapo ni kwa mara ya kwanza nilitamani kujua wanaopulizia dawa za kuogesha mifugo huwa wanafanyaje. Kwa mara ya kwanza nafanya hii shughuli ya kuiandaa dawa dantari, ikoroga, kwa mujibu wa maelekezo ya daktari, nikaikoroga kwa vipimo vilivyohitajika. Baada ya hapo, utaona niliacha ikachanganyika kiasi alafu kisha nika... mm-hmm, utaona hapo nikaingia kwenye kudivaa baadaye, baada ya kwamba nishawekaweka vitu vyote hapo, viko sawa, nimerudishia mfuniko na kila kitu. Tahadhari kubwa, niliona dawa hizi zina harufu kali sana. Dawa za kuogesha mifugo zina harufu kali sana, alafu zinaonekana kweli zina madhara endapo zitakuwa na contamination na mwili wa binadamu. Kwa hiyo basi na mimi nikajiwekaika sawa hapo. Sikuwa nimejiandaa vya kutosha, lakini nikasema kwa kile nilicho nacho, mazingira ya vijijini, eh, ufugaji upo kwenye damu, nataka na mimi nijifunze hizi shughuli zinafanyaje? So kila kitu naita mtaalamu, dokta, fanyaje? Ah ah. Wakati mwingine unajikaza, unafanya shughuli mwenyewe. Kwa hiyo nika nafunga pale chanjo wangu kwenye pua vizuri na mdomo nizibe ili usije ukawa na mwingiliano wowote na majimaji ya dawa mkononi huku mwenyewe nimejivalisha, hizi ni soksi <laughs> nimevaa soksi zangu mwenyewe hizi kujizibia hapa, na miguuni, nilianza shughuli, nilikuwa nimevaa yebo, lakini baadaye huko nilikuja kubadilisha nikavaa mabuti yale, gambuti zile vizuri kabisa, lakini kwa kweli nilijikwibu vizuri. Nikaingia kwenye zoezi la kwenda kuogesha mifugo yangu. Napenda kufuga kuliko sijui kitu gani, sijui nikueleze. Yaani, napenda kutoka rohoni. Hizi ni harakati za mwanzo kabisa, wakati naanza kujifunza shughuli za ufugaji, mwanzo kabisa hapa hmm, ndo natichemea kwenye eneo la ufugaji. Aki, kwa kuwa nilizamiria, nilisema basi nitaweza na nitatenda na hakika nimetenda kweli, kwa kusoma vitabu mbalimbali mbali, kupigia simu wataalamu mbalimbali, jambo likafanikiwa namna